Leo nimeshiba na, na, na, na, na, na ee hiyo eh, kum... eh, leo ameenda wapi? Nimemtafuta na nakuanga na mapatients wenye wakuanga vizuri. Eh, leo nimekula sasa. Hiyo tutaenda tukutane naye nyumbani, lakini hadi yule nimechelewa, sijui nimechelewa, kichwa maji wangu nitapata kaa imekula. anko unasemaje? shikamo. Chakuni hmm, maraba, hey, uko salama? Uko salama. Mbona nimekuja hapo nikikutafuta tafuta sijui yeah. Umeenda wapi? Nilikuwa njaa ngo eh, hey, nilikuwa nimetoka kidogo awa, oh. Mikuwa, pana pana, jamu, jamu, oh. Nilikuwa nimekutafutia hawa wagonjwa wangu dawa ah, halafu berea mikwanienda pole pole jam jam lakini bado hakuna shida ngo kwa sababu hmm. Jua nilikuja nikiwa njaa lakini nimepatana eh, unakuanga na wagonjwa wengine wazuri sana eh, hadi unajua, nimekutana na mwingine hapo eh, yeah. Hey, alikuwa na chakula kingine hapo yenye mwanja tamu, mwenye ako na madred dread hivi yeah. Ni vile hasa sijui, mbona mnawaekeanga chumvi mingi yani, hiyo chakula yake ilikuwa na chumvi chumvi, lakini ilikuwa tamu juu nilikuwa njaa hiyo. mm. Chumvi nilisema tu acha tu ikae, nilikunywa maji ikaisha, lakini ilikuwa na chumvi chumvi, sijui kweli uh, imeharibika. Unaongelea uh, hiyo room 3. Eh, kuna jamaa fulani hapa aje alikuwa na smile na mimi anko, alikuwa tu ananichekelea chekelea nikikula chakula yake, na shanga eh, wewe, anakaa mzuri aje, lakini mwambie apunguze chumvi kwa chakula. hey, eh, yeah. no, eh, juu na ni washa washa hapa, ni vile nilikunywa maji na uko tu sawa eh hey, niko sawa, ni hiyo tu chumvi, tumbo iko tu sawa na feel tu iko sawa, anko mm -hmm. nilikunywa maji mm -hmm. anko mm -hmm. mbona una unataka kulia ni nini, anko? huyo ni mwendawazimu eh eh Anko si ni... eh? Anakoja kwa chakula yake alafu umetoka ushago juzi mwenda wazimu? Sasa, sasa, mwenda wazimu shi, si, mimi mimi eh? eh? sikujua... me... eh? si unakuja huku sasa osasa, nitakuwaje? Si nitakuwa mwenda wazimu, amekojelea chakula. Twende lipe dawa Anko kabla nikuwe mwenda wazimu. Itabidi ukue tu mwenda wazimu e, Anko.